Mzee mwenye umri wa miaka 82 mkazi wa kijiji cha Kilema, kata ya Olele, wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro, anadaiwa kumuua na kisha kumzika mwanaye mwenyewe Oscar Msamanga mwenye umri wa miaka 42 kwa kile kinachodaiwa kuwa ni ugomvi uliozuka baada ya kijana huyo kuvaa koti la baba yake. Tukio hilo la kusikitisha liligundulika Aprili 29 mwaka 2020 na tano, baada ya mzee huyo kuropoka hadharani akiwa kwenye sherehe kijijini hapo na kudai kwamba alimuua mwanawe huyo na tayari amemzika mwili wake kwenye shimo alilochimba pembeni mwa nyumba yao. Hata hivyo mwandishi wa Mwananchi alifika eneo la tukio na kushuhudia polisi wakifukua mwili wa marehemu, ambapo baada ya kufukuliwa mwili huo ulipelekwa kuhifadhiwa katika chumba cha maiti, cha maiti cha hospitali ya Karume kwa taratibu za kiuchunguzi wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akieleza kuwa mauaji hayo yalitokea Aprili 27 huku mwili wa marehemu ukigundulika Aprili 29 na kufukuliwa Aprili 30 baada ya kukamilika kwa taratibu za kisheria. E, ni kweli kwamba hilo tukio ndio, huyo mzee na mwanaye walikuwa wa sasa akawa amevaa koti la baba yake ndio. Kijana huyo ana miaka arobaini na saba, baba yake ana na miaka themanini na mbili. mm. Kitendo cha kuvaa koti la baba yake ile baba yake akachukua rungu akampiga nayo mm-hmm. Hiyo tukio ilikuwa tarehe ishirini na saba, ndio e, baadaye akawa ametukia lakini taarifa mm. za mauaji sasa ziligundulika tarehe ishirini mm -hmm. mm -hmm. e, na tisa saa moja na nusu ndo baada ya taarifa kupatikana, mzee akayabanwa akaakiri kwamba ni kweli na kaonyesha mahala ambapo alikuwa amefikia. Lakini kabla hapo -hmm. kuwepo na mgogoro wa ardhi kati yao. Aidha, Kamanda Maigwa amesema kuwa kutokana na ugomvi huo, mzee huyo alichukua rungu na kumpiga nalo mwanaye kichwani hadi kufariki dunia. Na baada ya kumuua, aliweka mwili wa marehemu kwenye shimo alilochimba karibu na nyumba yao. Kamanda Maigwa amesema mtuhumiwa anashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi, huku uchunguzi wa tukio hilo ukiendelea. Akisimulia tukio hilo la mauaji lilivyogundulika, mmoja wa wananchi wa kijiji hicho Shadraki Masawe amesema mwisho wa siku alivosikia hasira sana, akawaambia akawajibu wenzake, akamwambia ah, mi nishamuua huyu kijana bana, nimemzika sehemu fulani, ndo akaondoka. Nafikiri palikuwepo na afisa mtendaji wa kijiji cha Olele, wakaandamana pamoja na balozi na mwenyekiti mpaka nyumbani kwake, akaonyesha sehemu ambako alikuwa amemfukia ame. Anasema kwamba aliamua kumuua kijana yake kwa sababu alidai kwamba atamuua, kwa hiyo aliwahi kumuua kabla ya hajamuua. Kwa kweli tukio hili limenisikitisha sana, ikasikitisha na wananchi kwa ujumla. Mzazi mzazi kumuua mwanao uliye mzaa, kweli. Wa mama tugeni, kilio, kilio. Kijana huyu alikuwa ni mchapakazi, alikuwa ni mcha watu kijana wewe, mimi sijui hata ni nini kilichompata huyu baba yake mpaka amuue na kumzika mwenyewe. Sina mengine ya kueleza, kwa sababu mimi imesikitika sana kuona ndugu yangu wamemtoa kwenye shimo. Hiyo menyehusu sana, ni mtu alikuwa nafanya kazi yani a atari, wala ajui kuiba wala nini ni mtapakazi anaomapatiki ab ua majani anaangusha bila maneno yote eh. Ni mtapakazi kweli, dunia si ya kuoza. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.